tumeshukuru sana kwa ajili ya ugonjwa wa macho. Leo nina miaka mitatu kabisa sioni vizuri tena, huu tena huu nimezidiwa sana. Miaka zingine ilikuwa naona naonaona ukungu ukungu, lakini sasa hivi hamna kabisa. Nimekuwa mtu wa kuendesha kabisa mimi, hata nyumbani sitambua hata nitokee wapi. Yani natoka tu hata ndani, uwezi kuelewa, sijui nikimbilie wapi. Ninamshukuru sana ndugu mheshimiwa Rais Samia na ndugu mbunge wetu Geophrey Pinda, kwa kutuletea wahudumu wa afya, na kweli tunasumbuka sana. Mimi kinacho nisumbua sana, nina miaka mingi nasumbuliwa na kwenda haja kubwa na haja ndogo kwa okay, hiyo hapa, na washukuru waganga, tunawaombea